Dhirhu la dini kulihi ikhwan, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wataala na kumtakia ziada rehma kipenzi cha umma mtume kiongozi wa manabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ajmain, niwahosia sana pia ni kuhosia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu subhana na kumtii. Kama taito inavyosomeka katika video yetu hapo kwamba tumechagua leo kuzungumza nanyi juu ya masala mapana kabisa katika dini

kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi ambao mlioamini mmelazimishwa kufunga kama walivyolazimishwa watu wa kabla yenu ili mupate kuwa wacha Mungu. Sasa basi, leo tupo katikati ya mfungo wa Ramadhani. Mwezi huu wa Ramadhani una wiki nne, wiki mbili ndio hizi zinaenda kukamilika. Sasa tunajitathmini namna gani? Chuma gani tumepata katika wiki mbili hizi, je, tumevuna ucha Mungu au tumesogeasogea sogea? Hapa tunafanya tathmini. Kuna baadhi ya video tumeona zinaonyesha watu wanasema bai, smartphone simu yangu tena naweka pembeni. Mambo ni mengi sana lakini, je, ramadhani imetufundisha kutumia simu vizuri? Ramadhani imetufundisha kuacha usengenyi? Ramadhani imetufundisha kuacha urongo Ramadhani imetufundisha nini hasa, sehemu ya uchamungu, je imeweza kutuingia? Maana tunaishi katika maisha ambayo yako, yako fombi vizuri, tunahurumiana, tunapeana, tunatoa sadaka kuwapa wenzetu ambao hawajiwezi, tunawahurumia wasiokuwa nacho, wagonjwa tunawatembelea. Tunasema ramadhani hii tunavuna. Miezi ya kawaida mtu akifanya anapata sababu ishirini kila tendo ndiyo thawabu ishirini. Kuna wengi wamezoea kusikia maneno thawabu ni kumi, thawabu ni ishirini. Sio kumi, thawabu kumi wakati wa kunuia, na ukilitenda tendo lenyewe lile jema pia unapata thawabu kumi nyingine. Kwa hivyo, kutenda kuna thawabu yake na kunuia kuna thawabu yake, tofauti na dhambi. Lakini dhambi ukinuia, hauandikiwi isipokuwa mpaka utekeleze. kwa hivyo, ile walahu ashiru amthaliha ina tafsiri zake hasa kiutaalamu tunaishi katika mada yetu sasa. Basi tunaishi na maneno ya Allah subhanahu wataala ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, tukijifanyia tathmini kwamba je, tumevuna huo uchamungu wenyewe? Na kama hatukuuvuna huo uchamungu, ni zipi hatua za kuchukua? Nifuate vizuri suratu lhashiri aya namba 18 kumi na nane, Allah taala sema: enyi ambao mliyoamini, mcheni Allah Ucha mungu tukumbuke tunaovuna katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa nafsi zile ambazo zimetetereka. Sasa, je, tumeshamcha Allah? Tufanye tathmini hapa, kwa sababu hii aya yenyewe inapoendelea ambayo inasema walitandhur nafs ma qaddamat lighadin, na nafsi iangalie lile ambalo imechuma kwa ajili ya kesho. Kesho ni kuanzia maisha barzakhi ya barzakhi, baada ya roho tu kutolewa katika nafsi yake maisha haya tunaangalia tumechuma nini. Ndugu zangu Waislamu, wiki mbili hizi ziwe sehemu ya tathmini, kila nafsi iangalie imechuma nini kwa ajili ya kesho, imekusanya pato gani hasa kwa ajili ya maisha ya akhera. Tumepata sehemu ya huwa ucha Mungu, maana zimebaki wiki mbili tu. Kama tukiona hatujafanya vizuri na kukumbusha, tunayo nafasi ya kuvuna hasa hasa katika kuisoma Qurani tukufu. Kama hatuwezi kuisoma, basi tuwatafute wanaojua kuisoma Qurani vizuri watusomee. Maana msikilizaji ana malipo sawa na mwenye kusema yale maneno ya Qurani, mwenye kuyasoma maneno ya Qurani. Idha quria lqurani faansitu laallakum turhamun, inaposoma Qurani nyamazeni, ili mpate kurehemewa. Isikilizeni vizuri Muzingatie maana zake, na kama hamfahamu, ni vizuri mwalimu akimaliza kuisoma Qur'ani ailetee tarjama, aifasiri kwako, uwe unasikiliza haya maneno. Bora kabisa ambayo haijapatapo kutokea katika ulimwengu, maneno mazito kama haya, inna sanulqi alaika qaulan thaqila, anaambiwa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba tunakuwekea maneno mazito, tunakutusha maneno mazito na haya maneno si mzigo, si mzigo haya. Angalia katika surati Taha, Allah taala asema baada audhu billahi min ashaitani lrajim, ma anzalna alaika lqurana litashqa, hatukuteremshia qurani wewe ili upate tabu. Qurani ni mwongozo, qurani ni tiba, qurani na malengo mengi qurani, qurani... tunaposema muongozo katika maisha ya kidunia tunatengeneza mambo uchungu mzima tunapata dawa tunapata usafiri tunapata maendeleo ya kisayansi kutoka ndani ya Qur'ani tukufu. Ukweli ni huu kwamba inatubidi sasa tujitathmini katika wiki mbili hizi, hasa nini tumevuna na ukiona kwamba bado nafsi yako haijafundishika, haijaacha usengenyi, haujaacha urongo, haujaacha kutazama watu kwa shahawa kila wakati, haujaacha kuwadhania watu vibaya, haujaacha yale makorokoro fahamu kwamba bado Ramadhani haija kuhimarisha chuo hiki, bado hakija kupa nafasi ya kuondoka na certificate ya uchamungu. Hivi basi, tafuta mwalimu dumu, kama hivi, sikiliza mawaidha, nafsi yako ishibe hasa, iachane na haya majambo. Tupo katika mwezi ambao ni mtukufu zaidi kuliko miezi yote. Allah taala ametangaza miezi mitukufu ndani ya Qurani tukufu, akasema, arbaatun hurumun ni nne mitukufu, lakini Qur'ani haikutajwa kwa sababu Qur'ani si mwezi wa kufananisha na miezi mingine. Qur'ani huwezi kuiteja katika safu ya miezi mitukufu. Qur'ani ni mwezi mtukufu zaidi, ndani yake kuna usiku mmoja tu una thamani sambamba na miezi elfu moja na naifu huko. Maana yake ni nini? Qur'ani imeteremka katika usiku huu wenye cheo ambao ni zaidi ya miezi elfu moja. Kwa hivyo Qur'ani, e, mwezi wake huu ni mwezi mtukufu zaidi, vitabu vyote munazzala vimeteremishwa katika mwezi huu, mwezi mtukufu zaidi huu, mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo tuna mambo ya kujifunza, tuna mambo ya kujifunza, na tuvune hasa uchamungu. Tuombe sana Allah kama ametuandika kwenye kadari mbaya, atutoe na atuandike katika watu wa peponi. Hivyo basi, ndugu zangu Waislamu, tujitathmini Je, Ramadhani kuna kilicho tuathiri ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani? Matendo yetu mema yametuathiri vilivyo kuacha maovu? Hii ndiyo tathmini ambayo tunaweza kufanya katika wiki mbili hizi. Tumebakisha wiki mbili tu, tuiache Ramadhani. Hivyo basi, kabla haijaondoka hii Ramadhani, hakikisha umejitathmini barabara na umeivuna ipasavyo, tuende katika mwezi wa Muharram. Twende katika miezi mingine, hiyo hali ya kuwa tupo katika usafi wa nafsi. Twende katika miezi ya Shawali, Dhulhija, dhulqada huko eh, na miezi mingineyo tukiwa katika hali ambayo tumevuna uchamungu katika mwezi wa Ramadhani na tunakwenda kuitumia huko uchamungu tuliovuna tukiwa katika mwezi wa Ramadhani. mimi na Maalim Jafari Mtavassy, nikwambie kama ni mara ya kwanza unaangalia Mtavassy TV online Gusa jina subscribe, kisha gusa alama ya kengele, na udumu katika darasa zetu hizi ambazo zitakuja mfululizo kila siku ya Ijumaa, insha allahu taala. Ila liqa, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuhu.